Maybe akikuja tumzae mm -hmm. Because now it's going to be okay for us yani tukizaa tukamaliza and then tuanze mambo yetu mwenyewe. Aha, na hapo tulipata yani tulikuwa mm -hmm. Lazima tunatafuta wapili. Wakati wakati unapata ujauzito wa pili, mm -hmm. Tifa alikuwa na umri gani? Alikuwa ah, mbona sikumbuki nini. Hajafika mwaka lakini.

ukizaa ukibeba ujauzito kabla mtoto hajatimiza mwaka mmoja, unamemeda hiyo. Yetu sisi huku, nakwambia Leo nikufundishe kitu huku. Mtoto anazaliwa huyo mtoto, navyokwambia, nacho ako china, anatambaa kwenye tope <laughs> mama mwenyewe, navyokwambia, huyo titi anakuja kumnyesha mtoto, akatoka kuchota maji kisimani huko huko, unategemea nini? Baada ya mtoto mara anaanza anasumbuliwa na tumbo la mara kwa mara, mara pia ni kitu vya kawaida sana kwetu. Sawa na una una kwetu, usichanganye mambo sawa. Zari, ndio maana ume una unanyonyesha muda gani? Tiffah amenyonya, I think until one month kabla sijamzaa Nillan wakati watu wengine ukikuja Africa oh huwezi kumnyonyesha mtoto sijui ni nini? Nillan yuko perfect bado, bado anaendelea, anaendelea kunyonya. na ba na unamnyonyesha kwa kwa muda gani, utamnyonyesha ama maziwa mwenyewe? until one year year year, sijui kabisa, months month Mm. Eh, mwaka mmoja na mwezi mmoja. Nilan amekataa maziwa mapema. Ni mwenyewe. Watoto wengine wanakataa. Nilan anakunywa sana. Sasa nadhani alikuwa anaona saa nyingine nipo saa nyingine sipo, alafu azoea chupa yake. Ah, ongera sana sisi tunaona wewe uzazi haukupi shida kabisa mm -mm. haupati tabu kabisa hata kidogo kila mtu anamjali wake. Ah, sio majali wake. Mbona kujipanga nyenye mjipange?